Msalaba ni mti lakini hapana faida ya msalaba kama hakuna mtu juu ya nini? Juu ya msalaba. Kwa tunaposema msalaba, tunamsema Yesu, mtu wa sikitiko, mtu aliyevumilia mateso, ambaye hakutenda dhambi, akakubali achukue dhambi zangu mimi na za kwako, ambaye hakuwa na hatia lakini akafanyika kuwa laana kwa ajili yetu sisi. Neno linasema na alaaniwe mtu yule, amelaaniwa mtu yule angikwae juu ya nini? juu ya msalaba. Maana yake Yesu anafanyika laana kwa ajili yetu sisi. Biblia inasema aliacha enzi na mamlaka na utukufu juu mbinguni akaja kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Biblia inasema hana uzuri wala hana umbo hata tufanye nini? Hata tumtamani, hatamaniki. Mungu mwenyewe wakati wa mateso ya Yesu aligeukia nyuma. Okay, asimwangalie mateso ambayo hayawezi kuvumilika kwa mtu asiye na dhambi, kwa ajili ya mtu mwingine. Unajua, ni rahisi sana tunapokusanyika kama hivi, na bahati mbaya siku hizi tunakusanyika kama desturi, kama desturi, dhambi imo katikati na kukusanyika, tunakusanyika na hata kama ingelijulikana kuwa una dhambi, mtu akasema wewe fulani, tumesikia hivi na hivi, mtu anataka shahidi. Hofu ya msalaba ndani ya watu haipotea. Yesu akakubali mateso kwa ajili yetu. Sikiliza nikwambie kitu. Eja, niwaambieni kitu. Unajua, tukiwa tunasema habari za Yesu ni rahisi, maana Yesu jinsi tunavyo mtafsiri, tuna mtafsiri kwa sura moja ya nini, ya upendo. Yesu huwa tuna mtafsiri kwa upande mmoja wa upendo.